Mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi mkoa wa Magharibi visiwani Zanzibar, Yusuf Muhammed amesema licha ya changamoto zilizojitokeza ndani ya chama hicho bado kimekuwa kimbilio la wanyonge na watu wengi nchini bado wanakiamini. Amesema viongozi wa chama hicho hawana budi kutekeleza majukumu yao kama ipasavyo, kuendelea kukijengea heshima chama hicho na kuwafanya wananchi waendelee kujenga imani ndani ya chama hicho. Taarifa kamili na mwanahabari wetu Abdala Pandu. Tusichoke, ndiyo injini ya chama, ngazi ya mkoa, mekanizimu mkubwa, lakini ndiyo mnaotegemewa, pamoja na mimi na sisi wote, ongoza mkoa, kuusimamia mkoa shughuli zake zote za kichama za kiserikali. Akizungumza na watendaji wa Chama cha Mapinduzi mkoa wa Magharibi wakati akitoa salamu za mwaka mpya, mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi mkoa huo Yusufu Muhamed anasema kuwa chama kimefanya mambo mengi katika mwaka elfu mbili na kumi na tano na kinategemea kuimarika zaidi katika mwaka elfu mbili na kumi na sita ila viongozi wana wajibu wa kutekeleza majukumu yao, huku akiwataka wanachama wa chama hicho kuendelea kukiunga mkono. Umoja ni nguvu, ngano ni udhaifu, na imani kabisa kwamba tutafika pale tulipo pakusudia. Ninyi kama ni watumishi, kuombeni sana, endelea kukaza buti zaidi, kama mlivyofanikisha kazi za chama kwa kipindi cha mwaka elfu mbili na kumi na tano basi tuwe tayari na kujiandaa vizuri kufanikisha kazi za chama kwa elfu mbili na kumi na sita. Akizungumzia kufutwa kwa uchaguzi mkuu uliofanyika mwezi Oktoba mwaka elfu mbili na kumi na tano, anasema kuwa wanachama wa Chama cha Mapinduzi wawe wastahamilivu huku wakijiandaa kufanya uchaguzi mwingine mara tu baada ya tume ya uchaguzi itakapotangaza tarehe ya uchaguzi wa marejeo. Kuna mbadala zaidi ya kurudia uchaguzi ni wasihi wana CCM wa mkoa wa Magharibi popote walipo, wasibabaike, wasiyumbe, wasiyumbishwe, wasubiri ngwe ya pili ya kurudia uchaguzi wakati tume itakapokuwa imetoa tarehe. Sikilize maneno ya mitaani, sikilize kasumba. Tunahitaji kufanya uchaguzi uliokuwa wa haki na huru, pamoja na mambo kadhaa ya mikakati ya kuimarisha chama hicho katika mkoa huo mpya katika mwaka elfu mbili na kumi na sita. Ila pia akiti huo anawatakia heri ya mwaka mpya wanachama wapenzi wa chama cha Mapinduzi na wananchi wote kwa ujumla visiwani Zanzibar. Abdala Pandu, Star TV, Zanzibar.